Moja kati ya ahadi alizotoa ni kwamba tutajenga partnership, industrial links kati ya vyuo vyetu na, na na industries maeneo ya uzalishaji na utoaji wa huduma. Lakini tayari tumeanza kuweka mikakati. Kwa mfano, Veta sasa hivi tayari imesaini MOU. Yaani wewe kama ni pengine unashona nguo vizuri, unauza, watu wanaona, Veta inaingia kwenye partnership na wewe ili wewe na Veta mfanye kazi pamoja, vijana walioko Veta wajifunze kwako, na utapata nguvu kazi kidogo, lakini ujuzi wako utatumika kusonga mbele. Kwa hakika tunaenda mbele, tunazalisha zaidi. Zaidi ya hapo, kwa vijana tuna utaratibu wa kurasimisha ujuzi. Utakuwa kijana pengine alimaliza darasa saba, kwa sababu ya utundu na ubunifu wake ni mshonaji mzuri sana, na mnawafahamu wapo. Mwingine anatengeneza fanicha nzuri sana, mnawafahamu wapo, sio kwa kusomea kwa utundu wake tu. Lakini sasa kama kuna nafasi ya tenda ya kuweza kupata tenda serikalini au mashirika mbalimbali wanamuuliza cheti chako kiko wapi? Sasa tuna utaratibu, tumekuwa tukiufanya na tunaendelea na tutaukuza wa kurasimisha ujuzi uliopo huko mitaani. Ukija chini ya Veta kuna utaratibu wake, watakuangalia kirahisi sana, wakishaona kazi unayofanya wataalamu watapima, baadaye utapata cheti ili kufungua fursa ya kijana kupata kazi. Ivona, sasa wacha tutazame baadhi ya mambo mengine ambayo yamezungumzwa na waziri wa elimu Profesa Adolph Mkenda katika taarifa hiyo. Kwanza kabisa ni ongezeko la mikopo ya elimu ya juu ambapo hivi sasa ni kutoka shilingi bilioni 400 mwaka 2021 hadi shilingi bilioni mia tisa kwa mwaka huu wa 2025 na, na ni kawaida kabisa kwamba uh, kila mwaka wanafunzi huongezeka kwa maana hiyo uh, kunakuwa na uhitaji wa kuongeza kwa fedha hizi ambazo zinatumika kama mikopo ya elimu ya juu. Jambo lingine ambalo limezungumzwa ni bajeti ya wizara uh, ya bajeti ya wizara ya elimu kuongezeka kutoka shilingi uh, trilioni tano hadi kufikia shilingi uh, trilioni saba ambazo zinatumika katika mipango mbalimbali ya masuala ya maendeleo ya sekta ya elimu. Jambo lingine ni mkoa wa Geita kuwa kinara wanafunzi uh, kukacha uh, shule uh, wanafunzi wanakuwa hawamalizi shule kwa maana ya elimu ya msingi. Mkoa wa Geita ndio umetajwa kuwa kinara. Na lingine ambalo limezungumzwa na waziri wa elimu Profesa Adolph Mkenda ni elimu ya msingi kuishia darasa la sita uh, kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na nane, na inafahamika kabisa kwamba elimu ya msingi imekuwa ikimalizika kwa maana darasa la saba hivi sasa nitakuwa ni darasa la sita ifikapo mwaka elfu mbili na ishirini na nane. Na la mwisho ni kufikia Januari kwa maana ya mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita, uh, ni kuanza kwa mafunzo ya ujuzi kwa vijana. Na mpango huu unalenga kuendelea kuongezea vijana ujuzi ili waweze kutoka wakiwa na maarifa ya kutosha kuweza kujiajiri na kufanya shughuli nyingine ambazo zitawaingizia kipato. Ni miongoni mwa mambo mengine machache ambayo tumeyaongezea aliyozungumza Waziri wa Elimu, profesa Adolph Mkenda katika taarifa yake kwa waandishi wa habari.